Like ukimya mzito ulitawala kati yao. Amina alihisi kana kwamba moyo wake ulikuwa umefungwa kwa muda lakini sasa ulikuwa unafunguka polepole pole. Aliyewahi kuwa mgeni sasa aligeuka kuwa mtu wa maana zaidi katika maisha yake. Aliinamisha kichwa chini akihema kwa kina, kisha akamtazama Baraka kwa macho yenye hisia ya mchanganyiko: mshangao, huruma na maswali yasiyo na majibu. Sikuwahi kujua kama ulinusulika ni jaribu sana kukusaidia, lakini niliondoka pale nikizani mambo yalikuwa mabaya zaidi. Usijali Amina, ulinipa nafasi ya pili ya kuishi. Sikujua jina lako, wala sikujua utakapotoweka utaenda wapi, lakini sikuacha kukutafuta. Nilijua siku moja tutakutana tena. Amina aliweka mikono yake kifuani akijaribu kudhibiti hisia zake. Hakuwa amewahi kufikiria kuwa tendo lake la huruma miaka iliyopita lingemleta hapa mbele ya mtu ambaye hakuweza kumsahau hata kwa sekunde. Lakini kwa nini ulitaka kunitafuta? Ilikuwa ajali tu. Baraka akatikisa kichwa, kisha akachukua hatua moja kumsogelea Amina. Sio ajali, Amina. Kuna sababu kwa nini ulikuwa pale usiku ule, na kuna sababu kwa nini niko hapa sasa. Amina alihisi mwili wake ukisisimka. Kwa mara ya kwanza aligundua kama ulimwengu ulikuwa unashikilia siri kubwa ambayo walikuwa karibu kuigundua. Unamaanisha nini? Baraka akavuta pumzi, kisha akatoa pochi yake. Aliifungua na kutoa karatasi ndogo ambayo ilikuwa imechakaa kwa muda. Akamkabidhi Amina kwa vidori vyenye uoga. Amina alikuunjua karatasi aliyopewa na Baraka na kusoma maneno yaliyoandikwa humo kwa mwandiko wa mkono maneno hayo yaliandikwa hivi: ukimpata huyu mtu usimwache aende, anaweza kuwa sehemu ya hatima yako. Amina baada ya kusoma maneno yaliyoandikwa kwenye hiyo karatasi, alihisi mwili wake ukitetemeka. Aliitambua hiyo karatasi, ni yeye aliyeiweka mfukoni mwa koti la Baraka usiku ule wa ajali ni kama sala ya mwisho kwa mtu asiyemfahamu, lakini alitumai angesikia ujumbe huo hata kama hatumuona tena. Aliinua macho yake akimtazama ya Baraka kwa mshangao mkubwa sana. Ulihifadhi kumbe? Ndiyo, kwa miaka yote hii kwa sababu nilijua siku moja nitakutana na mtu aliyeniokoa kutoka gizani. Machozi yalianza kujikusanya machoni mwa Amina, na kwa mara ya kwanza alihisi kama hatima ilikuwa inampigia hodi. Lakini sasa swali kubwa lilikuwa moja: je, hii ilikuwa mwanzo wa safari mpya kwao au, au itakuwaje?